Waziri wa afya Aden Duale ametangaza kuondolewa kwa ada ambazo hulipwa na wanafunzi wa taasisi ya mafunzo ya utabibu ya Kenya, ili kupata mafunzo ya vitendo ya utabibu katika hospitali za umma za Level 6. Duale alisema ada hizo hazifai, kwani hospitali husika pia hunufaika na huduma zinazotolewa na wanafunzi hao wakati mafunzo yao hospitalini yanapowadia. Aidha, waziri huyo alisema alishauriana na baraza la magavana ili kutekeleza mabadiliko hayo katika hospitali za ngazi zingine katika kaunti zote. Waziri wa afya Aden Duale leo alifungua mkutano wa nane wa kisayansi wa taasisi ya mafunzo ya utabibu hapa nchini KMTC. Ni hapa ambapo waziri alielezea wasiwasi wake kuhusu ada ambazo wanafunzi wa KMTC hutakiwa kulipa vituo vya afya wanapokwenda kwa mafunzo ya utabibu. Duale alitilia shaka uhalali wa ada hizo, akisema hazitolewi kwa usawa katika hospitali zote. Wakati huo huo, Duale alionya taasisi za mafunzo ya utabibu zinazowaruhusu wanafunzi kufuzu bila kupokea elimu inayostahili na kiwango cha uhitimu wa matibabu kinachohitajika.